Bahari huchukua zaidi ya asilimia sabini ya uso wa dunia, lakini hadi sasa ni zaidi ya asilimia themanini ya kina chake hakijawahi kuchunguzwa kabisa. Hiyo inamaanisha kuwa sehemu kubwa ya dunia yetu bado ni siri kubwa sana iliyozama kwenye giza la kina kirefu. Swali linalozidi kuumiza akili ni kwamba kuna nini hasa huko chini kwenye kina ambako mwanga haukuwahi kufika. Jina langu naitwa Abdul Kingungo, karibu kuyajua maajabu ya bahari. Katika kina kirefu cha bahari kuna giza totoro na shinikizo lisilovumilika. Kadiri unavyozama chini ya uso wa bahari, mwanga hupotea kabisa, hadi kuna sehemu ambazo ni giza kabisa, hata jicho la mwanadamu haliwezi kuona chochote kile. Lakini si giza tu, bali pia shinikizo la maji linakuwa kubwa kiasi kwamba linaweza kuvunja hata chuma. Lakini pia halijoto inashuka hadi kuwa karibu na kiasi cha kuganda kwa maji. Na bado, katika mazingira haya magumu, viumbe vya ajabu wanaishi huko. Katika maeneo ya kina kirefu sana cha bahari kama vile Mariana Trench, ambapo ni kina kirefu zaidi cha bahari duniani, wanasayansi wamegundua viumbe wasio wa kawaida kabisa, kama vile anglerfish, samaki wa taa. Samaki huyu mwenye umbo la ajabu sana, ana taa kichwani anayotumia kuvuta mawindo yake. Taa hiyo ni bioluminescent, yaani hutengeneza mwanga toka kwa kemikali ndani ya mwili wake. Taa hii inamwezesha anglerfish kuvutia mawindo yake kwenye giza la kina kirefu cha bahari. Na mawindo yanapokaribia, anglerfish hutumia mdomo wake mkubwa na mkali kukamata mawindo yake. Pia kuna kiumbe aina ya dumbo octopus. Ni aina ya pweza anayeishi kwenye bahari ya kina kirefu, na anajulikana kwa umbo lake la kipekee sana na masikio kama ya tembo. Ndiyo maana jina lake linatokana na mhusika wa sinema ya Dumbo, ambaye alikuwa ni tembo mdogo aliye na masikio makubwa. Pweza huyu ni mmoja wa viumbe wa ajabu zaidi wa baharini. Huelea kwa urahisi kwenye kina kirefu, akielea kwa kutumia mikono yake ya ajabu. Pia alikuwepo Galpail. Galpail, au samaki wa kumeza, ni aina ya samaki wa baharini anayeishi katika kina kirefu cha bahari na anajulikana kwa mabadiliko yake ya ajabu katika muundo wa mwili wake. Samaki huyu ni maarufu kwa mdomo wake mkubwa na uwezo wake wa kumeza mawindo makubwa kuliko yeye mwenyewe. Lakini bado kuna aina nyingi za viumbe ambazo hatujawahi kuziona wala kuzielewa. Je, baadhi yao wanaweza kuwa hata viumbe wa kiasili tunaoona kwenye hadithi za kale? Katika baadhi ya maeneo, bahari ya kina ina matundu yanayotoa maji ya moto, kwa maana ya hydrothermal vent, ambako huko maji yanatoka kwa joto la ajabu, likiwa na madini mazito. Lakini pia wako viumbe wanaishi pale bila kutegemea mwanga wa jua kabisa. Wao wanaishi kwa kutumia kemikali kutoka kwenye matundu haya, badala ya mwanga wa jua kwa mchakato wa photosynthesis. Wengi wanaamini kuwa matundu haya ni milango ya maisha ya ajabu kutoka kwenye sehemu nyingine, labda hata ulimwengu mwingine, kwani ni vigumu kuelewa viumbe hawa ni jinsi gani wanavyoweza kuishi bila chanzo cha mwanga wa jua. Kabla ya ujio wa sayansi na teknolojia, watu wa kale walikuwa na simulizi nyingi sana kuhusu viumbe waliokuwa wakitokea baharini. Baadhi yao wakitajwa kuwa ni wa kutisha zaidi kama vile Leviathan. Huyu ni mnyama mkubwa zaidi mwenye nguvu za ajabu aliyoonyeshwa katika maandiko ya kale ya Biblia na inadaiwa kuwa alikuwa na uwezo wa kutengeneza maafa makubwa sana kwa kutupa mawimbi makubwa ya baharini. Wa pili alikuwa ni Kraken. Kraken alikuwa ni kiumbe mkubwa zaidi mwenye mikono mikubwa kama pweza, alikuwa akivuta meli za baharini kwenda chini ya bahari, na hadithi zake zinazungumziwa sana katika nchi za Skandinavia na maeneo ya kaskazini mwa Ulaya. Lakini watatu, alikuwa ni Siren na majini wa maji, Viumbe wa ajabu waliodaiwa kuimba kwa sauti za kuvutia, lakini kwa nia ya kuwapoteza wasafiri wa baharini. Siren walikuwa ni viumbe wa kike ambao walikuwa na miili ya wanawake na vichwa vya ndege au mara nyingine na mbawa za ndege. Siren walikuwa na sauti za ajabu na za kushawishi sana, na mara nyingi zilifanya meli za majini au wavuvi kutaka kufuata sauti hiyo hadi kupelekea kuwa mguka kwenye miamba ya mawe au mashimo ya bahari. Je, hizi zilikuwa ni hadithi tu au ni simulizi za kweli zilizoandikwa kwa lugha ya mafumbo? Katika miaka ya hivi karibuni, wanasayansi wamerekodi sauti kubwa zisizoeleweka kutoka katika kina kirefu cha bahari. Mojawapo maarufu ikiwa ni sauti ya the Blob, blob ni sauti ya ajabu iliyosikika chini ya bahari na ambayo ilichukua umaarufu mkubwa sana katika miaka ya 1990 na mapema ya mwaka 2000. Sauti hii inachukuliwa kuwa ni moja ya sauti za siri na za kushangaza sana zilizorekodiwa na National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA, wakitumia microphone za kina cha bahari. Blob imekuwa na tafsiri nyingi sana, ikiwemo kuwa ni sauti ya kiumbe mkubwa wa bahari au sauti ya ajabu kutoka kwa kitu kisichojulikana. Sauti hii ilirekodiwa katika bahari ya Pacific kusini na ilikuwa kubwa sana hadi ikisikika kwenye umbali wa maelfu ya kilomita. Lakini hadi hivi leo asili ya sauti hii bado haijathibitishwa kisayansi. Je, bahari inaficha siri ya ustaarabu uliopotea? Wengine wanasema kwamba mabaki ya ustaarabu yaliyozama chini ya bahari yanaweza kuwa sehemu ya historia ya ulimwengu kama vile Atlantis. Hadithi maarufu ya Atlantis inazungumzia mji wa kifahari uliojaa teknolojia za kisasa ambazo hazikuwepo kwenye ustaarabu wa zamani. Inasemekana kuwa mji huu wa Atlantis ulizama baharini baada ya mabadiliko ya tabia nchi au maafa makubwa sana yaliyotokea kwa wakati huo. Lakini pia historia ya Yonagun Monument katika pwani ya Yonagun huko Japan, kuna jiwe lenye maumbo ya piramidi kinachodaiwa kuwa ni mji wa kale uliozama. Jiwe hili linadhaniwa kuwa na umri wa maelfu ya miaka na lina sifa za kipekee zilizowashangaza wataalamu wengi sana duniani. Bahari ya kina kirefu si tu sehemu ya giza na shinikizo, bali ni kitabu kilichofungwa chenye kurasa zisizojulikana. Kuna viumbe ambao bado hatuwajui, kuna miji inayosemekana kuwa ilizama hapo zamani, lakini pia kuna sauti, matundu na hata nguvu ambazo hadi hivi sasa hazieleweki kisayansi. Je, yeah, kuna maisha ya aina nyingine huko chini ya bahari au kuna historia ambayo hatujawahi kuambiwa? Kwa mtazamo wako kuhusu kina kirefu cha bahari niachie maoni yako katika comment section. Jina langu naitwa Abdul Kingungo. Unaweza kunifollow kwenye ukurasa wangu wa Instagram kwa jina hilo hilo la Abdul Kingungo. Asante kwa kunisikiliza na tukutane katika makala zinazofuata.